Mtazamaji wa Paza Sauti Media, hii leo ninakualika uweze kutazama video hii tena, utazame ukiwa unaguswa kabisa, kwa sababu nimekukutanisha na familia ambayo kweli inakiri kwamba haijawahi kupata furaha tangu ilipompata mtoto huyu ambaye wanadai kwamba hana jinsia yoyote. Ni mtoto ambaye ni kweli anawaumiza, hawalali vizuri, hawapati furaha yoyote na hawajui itaisha lini, hawajui ni nani wamkimbilie. Uwezo wa kimaisha ni hadimu, hawana uwezo wa kimaisha hawana pesa ya kumtibu, japo wamehangaika huku na huku, lakini bado hawajapata suluhisho. Ni kutoka wilaya ya Kigamboni kata ya Kisarawe tu, mtaa wa Mkamba, ndio ninakukutanisha na kukutanisha na hii familia, na katika video hii utaenda kumuona na kumsikiliza mama wa mtoto huyu utakwenda kumsikiliza baba wa mtoto huyu, ana yapya kukwambia. Utakwenda kumsikiliza mwenyekiti wa mtaa huu wa Mkamba ili aweze naye kusema ni nini ambacho a, katika mwanamtaa wake anapitia na ni nini ambacho anawaombeni. Hivyo mtanzania mwenzangu, kama ukiguswa, basi ninakualika, ukaweze kumsaidia kwa namna yoyote ile ambapo utaweza kuguswa basi huyu ni mama ambaye ninakukutanisha naye, na naomba msikilize kwa makini, ana machache ya kukueleza. Habari? Salama. za asubuhi? ni salama. ni mbali kidogo, lakini mungu mwema, hatimaye nimefika. Tunashukuru kwa kweli, umepitia changamoto, barabara letu ni bovu, umefika mahali hapa. Hapa ndo nyumbani kwangu, unapoishi mm. na pengine, mtanzania ana, anasikia mtoto ana jinsia mtoto anaumwa, mtoto anatamani kufahamu ni nini kimechanzo. Pengine umweleze Mtanzania ni nini, imeanza vipi tokea amezaliwa mpaka wakati huu ambapo wanamwita Mtanzania kusikilize na kusaidie. Kwa jina langu naitwa Evelyn ni John, ni mkaaji wa Mkamba na changamoto kwa kweli nimemjifungua mtoto hana jinsia yoyote. Maana ukiambia hana jinsia yote yaani hana sehemu yoyote kusema wa kike au wa kiume. Nilijifungulia hospitali ya Vijibweni mjini. Nilipojifungua nikaambiwa mtoto wako bwana huyu hapa. Sasa na mimi kupitia ile hali ni kwa ni, sijitambui vizuri. Baadaye wakaniambia dada, jiandae wende Muhimbili. Na kweli nilijiandaa nikaenda Muhimbili. Nilipofika Muhimbili walinipokea vizuri na shukuru Mungu. Waliponipokea mtoto akamfanyia wakam anza kumpima pale, tumbo limejaa. Ananiambia mtoto wako hili, tumbo limejaa. Kwa kweli, hata mimi niliustunika sana, mwanangu, tumbo lilikuwa limejaa yani, linang'aa kama mtu aliyenyoa kipara amepaka yani, mafuta. Wakamfanyia operation upande wa kushoto, wakamtoboa. Hapo ndo anapotolea haja kubwa. Upande wa kulia wakamtoa waka, yani utumbo, ndo hapo anapotolea haja ndogo. Kwa kweli Niliporuhusiwa nikaja nyumbani nikakaa. Baada ya wiki mbili, mtoto ile njia ikawa imeziba kabidi, tena nimerudi nikakaa kama wiki tatu kule Muhimbili. Nilipo ruhusiwa tena nikaja nyumbani nikakaa tena, baada ya wiki mbili njia ile ikaziba. Kwa kweli, moyo wangu ukawa unaniuma, nikasema kwani mimi nimekosa nini kwa Mwenyezi Mungu? Niliporudi tena, madaktari wakanishauri hapa, dada, cha kushauri nabidi ukate bima sasa nikambiza ndugu zangu wakanisaidia kwa kweli, nashukuru apo nisaidia, nikapata bima ile ya shilingi elfu hamsini na mia nne nikamkatia, nikaenda nayo kama miaka mitatu sasa. Zile bima zilipokuja kufungiwa, mtoto akawa hana matibabu yoyote, lakini mtoto likiwa kama mawingu, yani mtoto anasumbua kweli, yani tumbo analamika mama, tumbo linaniuma, ila akitaku, akijisikia ku, ku, ku, ku, nani, kutoa haja kubwa anatoa tunamvalisha madaso. Akishajisaidia anasema mama nimeshachafua chafua, njoo nibadilishe. Kwa kweli tunambadilisha mtoto tunamnausha, mnaweka lingine yani hapo nguo yani, ah, kwa kweli si nisemeje watanzania wenzangu, yani nguo hata nguo yani zimeniishia nguo sina yani, kila yani, kila yani, dakika tano ni nyingi, mtoto kashachafua. Baada ya dakika mbili tatu mtoto ameshachafua kwa kweli hapo napata ni changamoto kwa sasa, sina uwezo wote. Mimi ni mkulima tu, na wanajua na wakulima tunavyohangaika kulima, unaweza ukapata mazao au uwezo usipate. Kwa kweli sina hata jinsi ya kusema, yani nasema tu Mungu, Mungu ndo anayeweza yote, ila wanayenisikia katika katika asubuhi hii, naomba watanzania wenzangu, wamama wenzangu, wazazi wenzangu, naomba jamani, mnipitie mguso kupitia kwa hili mwanangu. Jamani, ana changamoto kwa kweli, moyo wangu naniuma. Hata nikimwangalia mimi mwenyewe moyo wangu naumia sana. Kwa sasa anatamani kusoma mtoto, ana miaka saba sasa hivi anatamani kwenda shule. Nilienda shule ya karibu hapo ninapoishi, mwalimu mkuu nikaongea naye, akasema a a, huyu mtoto hatuwezi kukaa naye, ila kama unaweza uache kazi zako zote, unakuja hapa unakaa mtoto akijisaidia unambadilisha, naingia darasani sasa. <coughs> Nami nikaangalia mazingira kwa kweli ah, mwalimu kuu alicho ni shauri akaniambia, wewe rudi tu na mtoto nyumbani, atakapofanyiwa poleshini yake ndo mtoto utampokea. Sasa hivi tumeambiwa kukata bima ya hela kubwa. Sasa hiyo hela kubwa hatuna, yani hatuna uwezo wowote. Hela kubwa shilingi ngapi? laki tano. Hiyo laki tano sasa hatuna uwezo nao. Kwa kweli naomba anayenisikiliza jamani, aguswe nalo kwa hili. Kwa kweli moyo wangu unaumia sana, nikimwangalia mwanangu yani. Hata wamama tuliojifungua nao watoto wao ni wazima tu, wanasoma shule. Mimi mwanangu yani, mpaka sasa hivi ana miaka saba A, ajaenda shule, anatamani na yeye aende shule kama mnavyomuona hivi, naomba hata Samia Suluhu anavyonisikia sauti hii, naomba aguswe nalo kwa kweli, mii moyo wangu naniuma sana, yani sanasana nawasii yani, sana sana yani, mtanzania yoyote anayenisikia aguswe na hili jambo yani. Sina uwezo kwa kweli, yani sijui niseme nini tu, Mungu mwenyewe ndo anayejua. Hata kula kwangu naweza kwa kula kwa siku hata mara moja, naweza nikala asubuhi, mchana lakini sile au unaweza nikala usiku saa kumi, wanasubiri ata wanafunzi wengine wanarudi shule, ndo mnapata chakula. Yaani, moyo wangu unaumia sana, hata mtoto huyu tu. Yaani naomba Tanzania waguswe na ili kusudi nipate mwanangu afanyiwe operesheni. Atakapofanyiwa operesheni, Mungu atafanya njia nyingine. Na pengine mtanzania anajiuliza, unasema mtoto hana jinsia yoyote kwa maana kwamba uh, pengine umjengee lugha ya picha. Mtoto hana jinsia yoyote, kwa maana ya mbele ni flati na nyuma pia ni flati. Ama papo vipi? Yani mbele yani pale kwenye pale wanapo kinapokaa kile jinsia cha kiume, kibofu cha mkojo kilikuwa nje, madaktari wakafanya wakakikata, yaani ikawa ni wazi tu. Sehemu za siri za kuto haja kubwa na yenyewe yani imezibwa kabisa, ila kuna kipindi niliendaga mloga nzila ni, akafanyiwa kipimo kile, nikawa nab, nani cd ile, kipimo kiatoka cha cd hasa kile kipimo, ndo wakaniambia hichi kipimo ndo kitatumika kutumia kwenye haja kubwa, tukimpima lakini atatobolewa atakani vizuri ila atakuwa anatoa sehemu moja tu haja kubwa na haja ndogo anatolia sehemu moja tu. Yani huyu hawezi kusema hivyo, atapata jinsia yote, ila kipimo kilionyesha ni wa kiume, ila hasa kile cha kiume akipo, yani ni flat kabisa. mm. Na jina anaitwa nani? Kwa majina yake anaitwa Ebeneza. Ebeneza Mahalu Msonga. Ni kwa nini ulimuita Ebeneza? A, Mungu tu alinigusa tu nimuita Ebeneza, hata sasa amesaidia. mm. Na ulimzaa kipindi, namzaa mtoto huyu, pengine kwenye makuzi yake kuna changamoto zote unakutana nazo? ah, changamoto kwa kweli, watu wengi wananisimanga, huyu naye anakaa nalea mtoto, mtoto gani huyo, mtoto haeleweki mbele na nyuma. Kwa kweli nikisikia kama hivyo, wanawake wenzangu wananiambia hivyo, moyo wangu yani, yani moyo wangu naumia sana sana sana. mm-hmm. na kwa matibabu ambayo walikuwa wakipata hospitalini, pengine madaktari na wao walikuwa wakisema hatima yake itakuwaje? Madaktari wao walisema hatima yake wa, yani wakimfanyia ya ile operation atakaa vizuri, atakuwa anajisaidia kama tunavyojisaidia tu wengine yani, wanamtoboa kule njia zote zile za mbavuni zile wanaziziba zote, sehemu ya, ya mkojo na penyewe wanapeleka kule kule chini unapotoa haja kubwa, na mkojo ndo unatoka hivyo hivyo. Na hapo ni, ni, ni hospitali gani hiyo ambayo ulifika wakakwambia hivyo? Nilifika hospitali ya Muhimbili. Ilikuwa mwaka gani? sasa hivi na miaka mitatu sijafika Muhimbili, maana sina sina hata hela ya kusema hivi naenda kumfanyia, anaenda kufanya, naenda kufanya nini? Yani nikihata nikisema niende Muhimbili, sina hela ya kusema anaenda kutibiwa, sina hela yoyote ya matibabu. Yani nipo tu nyumbani, nimekaa namwangalia mwanangu na, na, na pengine ambavyo unasema mtoto hana nguo hana hivi na hivi, ni kwa nini unasema hana nguo? Yaani hizo nguo yani, kwa mfano kama kanga, kwa kanga umenunua kanga, yani hata mwezi haziishi, maana yani kila siku enda kwa Mungu lazima zifuliwe zile kanga, unaanika unafua, unaanika yani, kila siku nambadilisha mtoto. Ndio maana nasema yani hana hata mwanangu kwa kweli nguo. Ana miaka saba, ana miaka saba kwa sasa mm -hmm. Na pengine ninatamani nimsikilize ni, ni, ni, ni, ni mtoto. Umesema kwamba anaitamani shule, anaitamani shule. Pengine wewe umetumia kigezo gani kusikia kwamba mtoto anaitamani shule? Ah, waka ananiambia mama nipeleke shule, mbona wenzangu wanaenda shule, wadada wanaenda shule, mimi siendi shule, nipo tu nyumbani. Mbia mwanangu, usijali, utaenda tu shule. Mi napenda kusoma. Mbia mwanangu, usijali, utasoma tu ukikaa vizuri utasoma naye anasema, haya. Lakini anaongea vizuri kabisa mtoto, anaongea vizuri kabisa, na shida kwenye kuongea, anaongea maneno yote kabla sijamrejea. Mtoto nilitamani kujua kutoka kwako, pengine kuna mzazi ambaye anajiuliza, mm, kipindi cha ujauzito wako kuna vyakula fulani ulikuwa ukitumia au nini? Ni kwa nini imepelekea hali kama hii? Ni mapenzi ya Mungu tu au kuna vitu ambavyo ulikuwa unavitumia? Pengine mtanzania kama huyo utamjibu vipi? au we mwenyewe unaweza ukatufafanulia ilikuwaje kipindi cha ujauzito wako? Yaani ujauzito nilikuwa vizuri, lakini nilipofikia mimba miezi saba nilikuwa naumwa sana, yani natapika sana, chakula nilikuwa nakula hiki, hiki, kama ninachokula kwa sasa. Sio kusema si nitumia madawa wala uzazi wa mpango, sijawahi kwa kweli, ila ni mipango ya Mungu tu, niseme sijui. Ehe, ni mipango ya Mungu tu. Mm, ni mipango ya Mungu tu kwa kweli maana sija kusema si natumia si madawa hapana, kwa kweli eh. Na kliniki ulikuwa unahudhuria vizuri? Na kliniki ujauzito nilihudhuria vizuri mwanzo mpaka mwisho. Ultrasound ulipiga kipindi hicho? Wa, walikuwa hata wapigi nani e, sehemu yetu mwasonga yetu ukitaka mm, kupiga unaenda vijibweni kwa, tunaambiwa unaenda vijibweni. Sasa nikuwa naona hata ile gharama sasa, unaenda vijibweni kule E, kutumia nauli nikiangalia na maisha yangu, mpaka ukapiga kibarua, kibarua unapiga elfu kumi ta saundi elfu kumi hasa apo, napata nini? Nauli bado japata, yani kwa kweli, hapo sikuenda hata siku moja, sijawahi kwenda. Unategemea maisha ya kilimo tu, yaani sanasana mi nategemea kilimo tu, kwa kweli sina biashara yoyote. Basi mtazamaji, ni maswali machache ambayo nilikuwa nikijaribu kujenga ufahamu na wewe utambue ya kwamba ni nini mtoto huyu anapitia na ni nini mama huyu alikuwa akipitia kipindi cha ujauzito wake mpaka leo hii. Na pengine wewe unafikiria kwamba, mimi mbona watoto wangu ni salama, na mimi katika mimba zangu ninajifungua vizuri. ni hujafa hujaumbika, leo kwangu, kesho kwako, hujui Mungu kakupangia nini uzao wako na, na, na yote hayo kwa hiyo mtazamaji ninakualika tu uweze kuguswa kwa namna yoyote ile, umsikilize mama huyu, chochote ulicho nacho pengine hii iwe ni sadaka kwako, pengine hii ikakuguse na hata umsaidie mzazi huyu ambaye mwanaye analalamika kwamba hana jinsia yoyote, na huyu ni mtoto wake Ebeneza. Tukamsikilize, ana nini cha kutuambia, mtoto huyu anajisikiaje? Pengine tumsikilize mtoto Ujambo. Jambo. Unaitwa nani? Ebeneza. Unaitwa Ebeneza. Mm -hmm. Una miaka mingapi? Sijui. Hujui na miaka mingapi? Saba. Miaka saba. Mm -hmm. Unapitia hali gani? Mm -hmm. Unaumwa? Mm -hmm. Unaumwa nini? Mm -hmm mwa nini kidonda wapi Huko. nauma kidonda huko mm. hospitali unaenda mm -mm. auendi mm. na dawa unatumia nyumbani mm. unajisikiaje sasa hivi vizuri Unaenda shule? Mm. Uko darasa la ngapi? Chekechea. Upo chekechea? Hapo ni kweli upo chekechea? Hapana, jianza kusoma <laughs> chekechea, unasoma shule gani? Huko huko. Huko huko. Mm. Pole. Unawaomba watu nini? Unataka watu wakusaidie? mm. Kusaidia nini? Hebu mm. jaribu kumwambia chochote pengine ambacho a hela ya nini, utibiwe, utibiwe. Mm. ukipona ndo uende shule Unataka kusoma? Mm -hmm. Nani alikuambia kwamba kuna kusoma? Mamim mjua we mwenyewe? Mm -hmm. Unaonaga wenzako wanaenda wenza shule? Mm -hmm. Nani wanaenda shule? Inadani, inadani. Mm -hmm. Kwa nini we huendi? Mwalimu alikukataa wali, mm -hmm. Alikukataa usiende shule? akasemaje? Juu alivyosema pole, utaenda shule. Raisi Samia anakusikiliza, atakusaidia. Nataka Raisi Samia akusaidie, Raisi Samia akusaidia kusoma pole utaenda shule. Sawa, haya. <laughs> Mtazamaji huyu, ni mtoto wa Ebeneza anasema kwamba uh, mwalimu alimkataa na ni kweli, pengine mwalimu alimkataa uh, ni yale mapenzi mema ya uangalizi, mtoto aweze kuwa na ukaribu na mzazi pengine katika kupata huduma, si ndio hivyo, mama? Ndio, ndo hivyo hivyo, kweli pate huduma za karibu. mm -hmm. Akikaa mbali na mzazi nakuwa changamoto, anaweza akawa anacheza na, na wenzie Wakamdondosha, wakamuumiza, mwalimu anaweza akapata changamoto, sasa anaweza akafukuzwa kazi au la. Mm. Na pengine kuna uangalizi wa karibu sana ambao mnampatia na upoje? Yani sana, sana, uangalivu hapa nyumbani, ha, ndo hivyo hivyo, tuko tunambadilisha nguo, hakuna kusema hivi. Tunampa dawa gani? Hatumpi dawa yoyote kwa kweli. Na kucheza na wenzake kukoje? Ha, anacheza tu vizuri na wenzie alii. Mm kimbia anakimbia tu vizuri. Kwa hiyo ni namna gani anateseka? Yani, akianza pale anapotolea haja kubwa, unaweza ukakuta vinatoka viupele basi, vikianza kutoka vile viupele ah, hapo ndo anapata maumivu, hata kucheza aweze akacheza, na kwa analia tu mtoto kwa, kwa maumivu, e, kwa maumivu anayoyasikia. Basi mtazamaji, hii ni hali halisi ya mtoto ambaye ni kweli kiwalisia, kama ulivyosikiliza hana jinsia yoyote. Basi tu kanaibeneza, pengine kwa uchache ukashuhudia ni nini ambacho mtoto huyu alicho alichonacho. Pengine uh, mama, unaweza ukatuonesha walau kwa mtazamaji ambaye hajamwona ameona, amevaa nguo tu lakini, hmm. Mtazamaji, um, kama unavyoona ni mtoto Ebeneza huyu ambaye um, mama anajaribu kutuonesha ni kwa namna gani mtoto um, huyo amedhulika. hapo sasa ndo hapo, un, un, un, unapoona un, analowana hapa. Hapa anatoa haja ndogo upande huu, huku ndo anatoa haja kubwa huku. E, nilikoshika mkono huku ndo anatoa haja kubwa huku, haja ndogo anatoa upande huu hapa, palipo palipolowana hapa. kwenye kama kiuvimbeuvimbe fulani hiki ndo kinani kiutumbo hapa yani, wamekitoa nje hapa e, alipo tayari ameshachafuka. Maana hata yeye mwenyewe anasema, mama nimeshachafuka. Hata mimi mwenyewe najua tu, maana muda tuliombadilisha dakika kumi nyingi sana e, ndo maana najua sana sasa hivi kashachafua kwa hiyo kila baada ya dakika kumi au tano unajua mtoto atakuwa amekwisha chafuka, unamsa, unam, unamsaidia? Ndio. Ndio namsaidia. Basi mtazamaji, hii ndio hali halisi ya mtoto Ebeneza, mtoto ambaye hana jinsia yoyote, na kama unavyoona kwa maelekezo ya mama, mtoto hapo tayari amekwisha chafuka, kama unavyoona hapo, anahitaji kufanyiwa usafi mm -hmm. sehemu ya haja kubwa ni upande huu Mm-hmm. Huku ndo sehemu ya haja kubwa usitoe kwa sababu ya mazingira, na huku ni sehemu ya haja ndogo. Mtazamaji, huyu ni baba wa mtoto Ebeneza, na tuko hapa kwa ajili ya yeye kufahamu ana yapi ya kutuambia kuhusiana na changamoto alionayo mtoto wake. Baba kwema. Kwema za asubuhi. Salama pole. Asante na shukuru. Wewe una watoto wangapi? ni na watoto na watoto sita. Na watoto sita. Mm. Kwanza na umri gani? Wa kwanza na miaka kumi na tano. na tano wa kwanza ana umri wa miaka kumi na tano. na huyu Ebenezer ni mtoto wangapi? huyu ni mtoto wa tano. Mtoto wa tano kati ya watoto wangapi? kati ya watoto sita. na katika watoto wako wote huyu tu ndio mwenye changamoto. Eh, huyu ndio mwenye changamoto wengine wako vizuri na pengine wazee wengine wanasemaje, labda marafiki zako, ndugu zako wanasemaje kuhusiana na wewe kuwa na mtoto mwenye changamoto hii? Hawasemi lolote. Yani kwa mfano wanasema labda ni mpango tu ya Mungu, Mungu naye ndio alipenda kumuumba kama hivyo alivyozaliwa hivyo basi. Watanzania wapo hapa kukusikiliza. Ndio, anaitwa Maharu Msonga. Nipo Dar es Salaam wilaya ya Gigamboni kata ya Kisarawetu, nipo hapa na mtoto wangu, anaitwa Ebeneza. Kwa kweli mtoto Ebeneza huyo ana changamoto, changamoto zake, alizaliwa ana sehemu za kujisaidia haja kubwa hana na haja ndogo hana. Kwa hiyo tangia azaliwa, sasa hivi ana miaka kama saba hivi, naona sasa matibabu pale amezaliwa hospitali ya kijijini, kabidi afaulishwe kupelekwa hospitali ya taifa Muhimbili. Alipofika Muhimbili kule ndio akapata matibabu, naona amepata matibabu hapo, akatengenezewa njia ya ziada ya kujisaidia haja kubwa na ya kujisaidia haja ndogo. Kwa hiyo amekaa pale, walikaa karibia mwezi anafanya matibabu. Alipo maliza matibabu pala akaruhusiwa, tukaletewa bi, bili ya pesa aliyotumia pale, sabili ya pesa ikawa ndefu pale ikajichangachanga mpaka ndugu, nikawapigia simu wakanichangia changia, changia. Kabidi nimeipeleka hiyo pesa nimelipa, akaruhusiwa mama amekuja nyumbani, tumekaa kama wiki mbili, mtoto ile totoile sehemu ya haja kubwa ikaziba, akawa hajisaidii kabisa, kabidi tena huko tumemrudisha huko huko Muhimbili. Nenda amekaa kula ametibiwa, amepanuliwa ile njia, akawa anajisaidia kama kawaida, akaruhusiwa tena. Ipo ruhusiwa bili pale ipo atoka bili akatoka hivyo hivyo, sababu mimi mwenyewe sina uwezo wote. Tume, akawa tumepata hiyo pesa, amekuja tukajipikapika, ikawa tumepata hiyo pesa, nampeleka kliniki huko huko Muhimbili. Sasa madaktari wakawa wananishauri bwana, huyu mtoto mfanyia nini, mpango mkatia bima, sababu kutibiwa kwa hivi hivi tu kwa gharama yako wewe haiwezekani, sababu matibabu yake huyu ni makubwa. Kabidi sasa nimejichangachanga kweli, nikakata bima, ipo wakata bima kawa nampeleka kliniki, kuna rudi kafika sehemu ya kwamba afanyiwe nani operesheni, atengenezewe na njia. Sasa hiyo bima ikawa imefanyaje, imefungiwa hivyo afungiwa kabidi. Sasa pale nimepewa mlolongo wa bima, kapewa ushauri kwamba umkatie bima kubwa sababu operesheni zake huyu zitakuwa kubwa. Kweli nimekuja nimekaa, hiyo pesa sasa kuipata ndiyo changamoto. Mpaka dakika hii ninavyoongea bado sijaipata. Kulingana na mazingira yangu, maisha yenyewe magumu, naona kazi sina, kazi maalum tunalimalima na hali zi hatasamna yenyewe kulima kama mnavyojua na waliowahi kufika huku Dar es Salaam eh. Kwa hiyo Watanzania wenzangu wenzangu, mnavyonisikia hapa napoongea hapa, naomba msaada, huyu mtoto aweze kufanya kutibiwa angalau tupate hata matibabu ya mtoto huyu pate kutibiwa. Sasa hivi ana miaka saba, mtoto mwenyewe anatamani kusoma shule, ila sasa mazingira yake alivyokuwa hayamruhusu kwenda shule. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, naomba msaada huo eh. Aya, asante. Nakula, anakula kama kawaida e, kula anakula kawaida kama kawaida, labda kama anajisikia hiyo, anasema kwamba baba tumbo linaniuma e, kwa hiyo pale ulaji wake anakuwa anakula taratibu. Kwa maana hiyo, kama ajisikii vibaya yoyote, kula anakula kama kawaida. Kuna uangalizi maalumu wa vyakula au namna yoyote ya kumlinda mtoto mepewa? Ah, vyakula kule hospitali tuliambiwa vyakula ni vile vya kawaida tu. akiwa wanakula mnamwangalia, nawakisha mtoto amekula ameshiba vizuri mm. Pole sana. Basi Mtanzania huyu ni baba wa mtoto huyu ambaye ameeleza kwa uchache changamoto za mtoto Ebeneza, mtoto ambaye ni kweli ana changamoto, mtoto ambaye ni kweli ana, yeye mwenyewe anakiri kwamba anatamani kwenda shule anatamani kusoma lakini, ndio hivyo mazingira ni magumu, na <coughs> baba wa mtoto tumemsikiliza, naye anasema kwamba mtoto anatamani kusoma, mtoto anatamani apatiwe bima, mtoto anatamani a, walau apate urahisi wa yeye apate afueni, ili maisha yake yawe rahisi na yeye aweze kuwa na furaha kama watoto wengine. Yeye ni mtoto wa tano kati ya watoto sita ila yeye pia ndo, yeye pekee ndo mwenye changamoto hiyo ambayo ameipata. Basi mtazamaji, mimi ninakuomba kwa moyo wa upendo kabisa ulio nao ukapate kuguswa na mtoto huyu ukapate kumchangia kwa kiasi chochote cha pesa ambacho umejaliwa, hicho hicho kidogo, hicho nacho basi kiwekeze kwa mtoto huyu. Hujui ni mtoto huyu kesho atakuwa ni nani, hujui unavyowekeza kwako Mungu atakulipa nini. Hujui ya kesho, hujui yanayofuata. Basi yote kwa yote tuweke kama hazina na akiba yetu kupitia kumwezesha mtoto huyu. Kwa hiyo, baba, kilio chako haswa ni kupata shilingi ngapi, au kupata nini? Kilio changu mi, kilio changu ni kupata nani, pesa ili tuweze kumkatia bima endee na matibabu, sababu saa hizi karibia miaka miwili apati matibabu yoyote, ila tunamshukuru Mungu, mtoto yupo. Naasumbui na sana kulialia, ilasema sasa kale kwenye kujisaidia enye haja kubwa pale, huwa anatoka vidonda vidonda. Sasa vikitoka vidonda wakati wa kujisaidia huwa analalamika lalamika, nauma na kweli, ukimwangalia mtoto kweli anaumia. E, yani, kiufupi, nilikuwa naomba Watanzania wenzangu ili tupate nani pesa ya kuweza kumkatia bima endelea na matibabu. Sawa basi, uh, waambie watazamaji waweze kukuchangia kupitia vyanzo vipi vya pesa. Vya, vya, au, au, au, mwambia mtazamaji akuchangie kupitia wapi mtandao gani na kwa namba zipi? Aa, mtazamani, naomba kupitia nani mchango wangu kwenye nani kwenye namba yangu ya Tigo sifuri sita tano mbili tisini na tano sabini na moja hamsini na moja. Mwisho jina litatoka maharu rudi sifuri, narudia tena namba sifuri sita tano mbili tisini na tano sabini na moja hamsini mm, na moja. Hiyo ndiyo namba ya Tigo Pesa hiyo, na jina linatoka, jina linatoka maharum ya ngonge na namba nyingine e, labda kuna namba nyingine ya telimani hapa, enyewe inaanzia na siniangalia okay. vizuri <laughs> <Sifuli>. Hapa <laughs> inaanzia na sifuri saba nane tisa tisini na nane samani na saba mwisho kumi na tano. Narudia sifuri saba nane tisa tisini na nane samani na saba mwisho kumi na tano na lenyewe jina litatoka mahalu mulianghonge.